Haya sasa, hii ni kwa mara nyingine tena, Hassan viwanja. Ninakuletea mradi wa kijanja, mradi wa kishua kama unavyoonekana e, mradi uliozungukwa na majumba pande zote e, mradi wa karibu na barabara. Namaanisha kutoka barabarani mpaka katika mradi huu ni dakika moja tu. E, viwanja safi kama unavyoona hapa panaitwa Vikindu Mfurumwamba, namaana e, ni ile ile barabara ya kutoka Vikindu kuelekea Kigamboni Kimbiji kupitia Vianzi Vikindu. E, viwanja hivi vinapatikana kwa ukubwa wa futi arobaini kwa hamsini kiwanja cha kujenga nyumba ya vyumba vitatu na fensi. E, viwanja hivi vinauzwa shilingi milioni moja na laki tano. Ni viwanja vichache, viwanja vyenyewe ni viwanja kumi na sita. Hii e, si ya kukosa, njoo ujipatie viwanja safi ambavyo unanunua una, na kujenga, si mpaka unasubiria muda mpaka muda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba sifuri saba nne